Okay, leo nakwenda kukufundisha jinsi ya kuangalia namba yako ya NIDA kwenye simu yako. Yaani kama umepotezaga namba yako ya NIDA, aidha umejiandikisha afu hujaipata, leo na kuipata kwenye simu yako hapo hapo. Mm, kitu cha kwanza, kwanza sasa unataka wewe umesubscribe channel hii eh, kwa ajili ya kuendelea kuangalia vitu vingi vizuri na kwa ajili ya kujifunza zaidi. Kitu cha kwanza utaingia Google. Eh, utaingia Google. Okay. Hii hapa mimi naitumia hii hapa ila Google yote z kaingia na ukaya search indalaku kaipata. Baada ya kuingia hapa, wewe naanzisha upya hivi ili wapi uweze kuelewa. Baada ya kuingia hapa, utakuja hapo, uta search nida online i. Hii hapa imeshakuja hapa kwangu mimi, hii hapa imeshakuja sababu mimi nimesha search mara nyingi. Utakuja jina lako la kwanza utaandika Samuel na inani hii e, hapo jina la pili jina la mwisho ile unaandika jina lako na unafuatia hapo, utaandika tarehe yako kuzaliwa mwezi na mwaka, hapo utamaliza jina la mama, utamaliza jina la mwisho la mama. Utakopi hizi namba hapa, hizi namba hizi utazikopi hapa eh, baada hapo unatuma. Safi kabisa. Kama namba umeziona hujazielewa vizuri, pia unaweza ka search hapa ukabadilishiwa namba eh, zinakuja zingine. Ukisearch hapa zinakuja zingine. Okay, basi usahau kusubscribe kulike na kushare na kucomment kwenye channel hii kwa ajili ya kuendelea kupata vitu vizuri na kwa ajili ya kujifunza zaidi. Hii channel kwa ajili ya kujifunza tu, tafuta nyingine.